Mungu amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu katika maisha yangu, nimemwona akinitetea, nimemwona akinipigania, hata katika nyumba yangu nimemwona Mungu akiwa mwaminifu. Jina la Bwana litukuzwe. Yeah. Eh, rocket imenibeba wapendwa, rocket imenibeba kwa nikitoka kwa lift ilikuwa inanibeba inaniinua, sasa hivi rocket naenda nayo. Jina la Bwana litukuzwe. Eh, yeah. Eh, wapendwa, nilitamani kupanua biashara yangu nikafikiria ni kitu gani naweza kuongeza katika biashara yangu aa, na nikafikiria kitu kenye naweza kuongeza, ikawa kuna chongo kikubwa cha pesa nyingi kinatakikana ndio nipate kuongeza ile biashara yangu. Lakini wapendwa, baada ya kufanya ibada ya nyota mahali hapa, jinsi mtumishi alivyokuwa akisema kwamba kuna vitu vitakufuata nashukuru Mungu, kuna chombo kenye nilikuwa natamani katika maisha yangu nipanue ile biashara yangu nilikipata ta juzi on Tuesday, Tuesday, on Tuesday nilikuwa hapa kanisani, hicho chombo nilikipana, nilipitia hapa kanisani nikienda kuchukua hicho chombo. Jina la Bwana litukuzwe yeah. Ni chombo cha maelfu ya pesa, lakini nikakipata free of charge yeah. Pale ilikuwa ni gharama yangu tu ya kubeba kile chombo. Jina la Bwana litukuzwe yeah. On Sunday nilikuwa nimemgusia Mama Agnes, nikamwambia nisaidia na maombi, maana kuna chombo kingine nafuatilia mahali, lakini sielewi kuna vifungo gani, naomba nisaidie na maombi. Monday nikampigia simu nikamwambia nimeshapigiwa simu, nikachukua hicho chombo. Sasa bado mimi tu nicheze kama mimi. Jina la Bwana litukuzwe. Wapendwa, simameni katika madhabahu haya na mtaona mkono wa Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Ni hayo machache na Mungu awabariki na kitu ambacho nakupatia moyo wewe, mgeni, najua umetoka kanisa tofauti kule, labda kanisa lenye unaenda nitaki familia ama kuna rafiki zako wengi hapo, kuna ndugu zako. Kitu ambacho nakwambia ni kwamba sahihi, unaona huu ulimwengu, yani sahihi, tafuta madhabahu yenye itakusaidia ndugu yangu. Usiende kanisa kwa sababu liko na vyombo vingi, liko na kila kitu hapo kuna rafiki yako hapo, kuna babako hapo. Hapana, nilikuwa na hiyo desturi hiyo. Mimi kanisa nilikuwa na msiki mkubwa, nilikuwa na mambo mengi ukima, ibada ikisha, kuna chai, maziwa, mikate kabisa, tunakula hapo, praise and worship hapo. Lakini nilikuwa na matatizo, magonjwa, mpaka mabishop wameniwekea mikono, lakini kafikia mahali nikasema tosha, wacha ninaumike kama ni pastor aninaumu kabisa. Nikwambie kabisa hapa kwenye nimefikia, nimeona hapa kuna msaada. Wacha niende mbele yaani, nisonge tu huko mbele nikatafute msaada. Nikaka na huko na kuna na huko lakini mambo hayawi sawa. Ndio nasema ni madhabahu usia kawa ile iko na nguvu. Huyu mtumishi usimbebe tu jinsi alivyo kamaona ni mdogo. Huyu mtumishi kuna kitu amebeba bwana. Niko na muda sasa tangu nilipokuja hii mtu hapa nimeingia makanisa zaidi ya makanisa kumi. Hata ni zaidi. Wana hizi ibada zinafanyika hapa. Wacha nikwambie kama kuna makanisa yenye yafanya ibada kama hizi hapa. Sidani sio makanisa yote. So nakwambia, tafuta kanisa yenye itakusaidia. Kanisa yenye itakusaidia. Kupitia hii madhabahu sasa, inaona maisha yangu yameanza kugeuka. Kujenga kwenyewe ilikuwa ni shida. Kununua bati lenyewe mimi ilikuwa ni shida kabisa. Bati kununua, shida. Lakini sasa, inaona mambo yangu yanaelekea vizuri. So nasema, tafuta kanisa madhabahu yenye itakusaidia. Mtumishi mwenye utamwelezea shida zako atachukua hatua ya kukuombea. Wacha nikwambie, kuna wengine ukiuelezea shida zako, unasema kuwa tu na imani, anakuwekelea tu mkono. Mtumishi mwingine akaniambia, kuna mambo mengine si ya kuombea watu hivi hivi, ni mambo ya kutoa sadaka. Unatafuta sadaka, nakujua madhabahu. lakini hizo watumishi wengi wametupilia mbali hizo ibada. Kwa hivyo, tuwe makini, tafuta kanisa madhabu yenye itakusaidia. Usiende kanisani kwa sababu kuna mababu hapo, kuna mamako hapo, kanisa ni ni la kifamilia. Utabaki na shida ndugu, utabaki na shida, itafika wakati hai machozi. Mungu awabariki sana, kwa sababu kwa hata kama kuna kitu mipangiwa kwa kanisani kwa watu wote na kuombea sasa hivi anguki lakini lakini siku ikifika, wifi yangu utenda bila shida yoyote. Kama hiyo alikuja kanga na mti yake ashiriki hapa, kuna ujumbe wako naaaa wifi yangu, sasa wifi yangu nayee akamhepa hepa, lakini siku kama moja Mungu alifungulia njia, naye alikuja hapa magonjwa mara kuchemua, yaani magonjwa ambayo ana faida yote ya kupoteza pesa alipokuja hapa anaanza kufunguliwa. Sasa siku hiyo mimi ndio niko shift ya usiku, naingia saa nane natoka saa nne. sasa kila nkija amepika chakula, lakini si mtu wa kawaida. Nilipofika Juma kaja kauliza, kwani wewe una shida gani? Mbona tahu? Anaambia mimi nafunga. Nilicheka alafu nikasema hey, Mungu mfungue eh. Siku hiyo akaja kani, kani kanisani Jumapili, akaniambia nataka tuende pamoja kanisani kwetu. Nikamwambia hapana, hiyo kanisa mpaka mi nitaenda Jumapili. Akaja, alipokuja nyumbani akaniambia akanambia, tutaenda kanisani namaenda na utafurahia na utakuja utaamawahapa. Kawambia ni sawa. Jumatano niliingia hapa

Mi pia ni mhuduma lakini kama hanga nianga nashikwa watu walipoomba maombi ile kiusawa kwa maombi kasema, Mungu kama umeniletea hapa ndio, mimi pia nifanikiwe safari zangu zifunguke. Mungu nataka nikuone. Tukaombewa Jumatano tukarudi Jumapili, nikaja tena Jumapili naofata aanja asubuhi, mimi sikuja hii yakutwa kuvunja nyota sasa, kaja kaa nikonaitanishikii simu ani nikimpigia yee mwenyee alinitafuta, lakini kumpigia simu nikimpigia mimi anishikii kabisa, ani sijui ameona kitu gani kwangu siku hiyo. Nikuombea hapa Jumatano, nikofika nyumbani ni sasa, aa atakupigia monyee, nkofika nyumbani ni aa kumpigia hakushika

Alipopiga mnamba niti embassy ya saudia Mombasa, na hiyo embassy ukiingia hapo, ni kama alio mepigwa muhuri ndio wasafiri. Sasa kuna msichana alikuwa amenambia, nipia passport yangu ni ya nairobi ilipo mimi. Yani nikamwambia, siwezi miszipia na passport yangu kwa sababu mambo yangu haja nyoka naje passport yangu najua tu broker Akaniambia, "Ule kwani uamini utasafiri kwa yule?" Anambia, "Nitaamini." Akampatia msichana kwa Mombasa. Ongea na Umi, utaende pasipoti. Bila msichana aliponiuliza, "Kwani umeenda medical?" Nikamwambia, "Sijaenda." Nikamwambia, "Mimi nimetoka Embas." Akaniambia, "Uko na bahati. Mimi nimefanya medical na sijaenda Embas. Na hata sijulikani na safari nyingine." Na mtu akaenda Embas, wewe ndio mambo yako yako sawa. Nikamwambia, "Ni sawa, kuna mimi nika nyamaza na wali nyamaza tu hivyo. Niko na wiki moja juzi, Jumamosi, Ijumaa nimetoka kazi, nimeketi tu sasa hivi, kuna saluni hapo. Nikapata agent mwenyewe, mwenye hiyo kampuni bana, sasa ni Mwarabu, akanipigia simu, akaniongelesha, mbona hujaenda medical? Nikamwambia, nilingoja nyinyi mniapiliaie, ndio nimekwaza kunipate kwenda na hapo. Ni apiliaie mimi nifanyeje? Umeenda embassy niende, akaniambia, sikujua, ufanye kila kitu chako kiko tayari. Nenda Mombasa kafanya ukafanye medical, lakini hii medical koli siku takaniwe haraka nitakani. Wapendwa, mneke tu kwa maombi maombi yenu, kwa sababu vita ni vingi kwa familia yetu, napigwa vita, yaani siji tilikosanini kwa familia yetu. Naomba tu mneeke kwa maombi, kwa sababu nilikuja hapa asisikii simu, lakini simu nimepigiwa Ani, safari ni kama imesimama lakini vita ni vingi, na naomba hata hiyo kesho nikienda kwa medical, mzidi kuniweka kwa maombi. Ani yale magonjwa yote alikuwa nikiambiwa yawe yani sina na ani, mimi niliweka agano na Mungu. nikiweza kusafiri, kuna kitu nitafanya kwa nyumba ya Mungu. pard wako si nzuri, wakati nilipoomba hizo hizo wakasema tulikuwa tu mwezi alikuwa hamalizi, na yule mama alikuwa na shida ya kuhema. Hata nakumbuka tukiongea alena, ndio tukarudi hema hapa, moyo una shida. Sasa sikiza hii shuhuda hapa, maana naye umeshapona mama nini nini, na Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina wamajina nila mwanamkuaala Mwislamu, lakini nashukuru kuingia kanisa hili lipata uzima. Likuwa na shida ya moyo, pressure na pigo la maji, lakini tangu nashukuru na dawa, nikija hapa nashukuru na nafuu, na nashukuru amenibariki kwa jina la Yesu. Alikuwa na shida ya moyo na figo kujaa maji. Natoka hiyo siku, kama mnakumbuka, hapa nilimwambia li usimeze tena dawa, na kuna mengi hakusema. Alikuwa hawezi osha mtoto wake, hawezi oga, hawezi fua, kila kitu kinafanya na washike mimba lakini kupitia nguvu za hii madhabahu sahi kitu iko sawa. Namshukuru Mungu sana. Ya pili ni kwa mama alitunulia pikipiki ya mkono, sasa niko nayo mimi, alafu nikamwachia mdogo wangu. Nilipoingia job nikaamua nichukue kwangu, ni kuichukua nika, nika, nilipoichukua nikaenda nayo kule nyumbani hapo, ile pikipiki pendwa ilinishinda

Nilishukuru, wiki moja nilipata bike free. hata <coughs> <coughs> siku amini siku, siku amini hata saii venye naongei siku amini ile bike <coughs> <Si amini. tos> Nilichukua bila hata shilingi, nipea tu kidogo kidogo tu. Na yule mwenye ananiambia, "Wewe nanipea tu kidogo kidogo tu, na nimemlipa mpaka sai nimelipia kama tu miezi mitatu peke a hemalizia ile yenye ilikuwa ni loni yenye inanisumbua, nasumbuliwa pikipiki naharibika. Sasa ujui ulipe loni, ujui ulipe pikipiki utengeneza. niliacha nikaisukuma huko kwa nyuma, mpaka saa hii nipigia simu, nipigia simu na ile pikipiki, wiki mbili tatu ishaenda. Lakini saa hii kutoka mwezi wa pili, ile pikipiki sijaipigiwa simu na mtu mpaka juzi. Nakumbuka nilipigiwa simu na manager kutoka Nairobi, anaambia, hii pikipiki mbona kama logbook yake haijachukuliwa? Logbook unapewa kama bike ishali ishaisha, saa hii na Mbona hujachukua notebook sasa, hata sielewi sana. Miujiza mkande sana. Mimi namshukuru Mungu sana. Wewe kama namshukuru Mungu